Sasa ndio hiyo hivyo ndivyo ilivyo aya. Na nikuulize, unasikiangaje ukitembea huko nje? mtoto wako ni celeb, naambia eh, baba miracle, unasikia ile kitu mmm? na sikianga, mm, unasikia nimetoka mbali eh. Ni kama vile sasa sijui kama na, hata nikitembea mimi peke yangu sionangi ukubwa ile kitu naonanga nikuwa na, naona Mungu juu sasa, nikiona nikiona ati vile mtoto wangu wako mm -hmm. na mali nimepitia na masida mimi ile kitu na nakuanga, nikiona naonanga Mungu juu, naingia naingilia kwa Biblia mm -hmm. saingine nasoma Biblia na kama kuna fasi natakanga kusomea watu sana, katika Zaburi 33:12 mm -hmm. inasema kubarikiwa ni taifa ile Mungu aliyo Mungu wake wake. Yani kula dimo mm -hmm. ne rurero ya gai ya ruwe gai wa ruo na Gikuyu o rurero ya gai ya thure ile we mwene ro gai tu ile yake. Naelewa eh kubariki imenikuta, lakini naelewa eh kubarikiwa ni taifa ile Mungu aliyo Mungu. Hiyo taifa ile taifa Mungu amejitagulia ikawa taifa ikawa taifa yake.